Hivi sasa tunazungumza na wakili wa kujitegemea uh, Edson Kilatu ambaye yeye katika kesi hii alikiwakilisha chama cha ACT Wazalendo. Kilatu, habari ya asubuhi na karibu sana katika matangazo yetu ya moja kwa moja. Aa, nashukuru sana habari zako studio. Salama kabisa Kilatu, umeiwakilisha ACT Wazalendo kwenye kesi hii. Unaweza kutueleza kwa kifupi hoja kuu ya maombi yenu na sababu kuu zilizofanya mahakama iyatupilie mbali? Uh, hoja zetu kuu ambazo zilikuwepo kwenye maombi uh, kwanza ni kwamba mchakato mzima wa kumwengua sisi tunaona ulikiuka, e, taratibu za kikatiba na taratibu za kisheria, e, za nchi ya Tanzania hasa kwenye taratibu za uchaguzi Uh, na taratibu za wa utoaji haki kwa sababu moja kitu ambacho ilifanyika ni kwamba mteja, mteja wetu Luhaga Mpina aliondolewa kwenye kinyang'anyiro bila kumpa nafasi ya kusikilizwa kwa mujibu wa ibara ya kumi na tatu sita ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ni takwa la muhimu sana. Huwezi ukanyang'anya haki ya mtu ya kushiriki kwenye uchaguzi ambayo ni haki ya kikatiba bila kumpa nafasi ya kuweza kusikilizwa, lakini pia upande wa chama hakikupata nafasi eh, ya kusikiliza ambayo ndio kimemweka mgombea. Sasa unavyoondoa mgombea ke, maanake chama kilishanyimwa kwa mujibu wa ibara ya ishirini na moja haki yake ya kushiriki kwenye uchaguzi. Kwa hiyo sinaona hiyo ilikuwa ni hoja ambayo ni ya msingi, lakini cha pili, sifa za mtu kuwa rais zimeainishwa kwenye katiba ibara ya thelathini na tisa na zimeainishwa kwenye sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge pamoja na madiwani ambazo zinajulikana ni suala la umri kwamba ameshafikisha ngao kuanzia miaka ishirini na moja miaka arobaini kwa upande wa rais, ana sifa za kuwa mbunge eh, ame- ni mtu ambaye amekuwa na chama cha siasa, ni mwanachama na chama cha siasa. Kwa hiyo hizo sifa zote mheshimiwa Luhaga Mpina alikuwa nazo. Kwa hiyo sasa kitendo cha tume kujikita kwenye kile ambacho wanasema msajili wa vyama vya siasa alikuwa ameamua, si tunaona ni kwamba tume iliamua kujielekema ku, ku, ku, ku, vibaya kwenye kufanya kitu ambacho kwa kweli kimsingi hakikuwa na mashiko yoyote kisheria, na ikumbukwe wakati hii kesi inafunguliwa, uh, tayari tulikuwa tumeshafungua shauri jingine kupinga hata maamuzi yenyewe ya msajili, kwa sababu pia tunaamini hayana mashiko yoyote kwa, kwa haya sababu mm -hmm. Huyu mgombea ni mtu ambaye alipatikana kwa kufuata taratibu zote, amejiunga kwenye ACT toka tarehe ishirini na tisa mwezi wa saba. Kwa hiyo na kwenye taratibu za ACT Wazalendo zote alikuwa ameshakini, kwa hiyo tulitegemea mahakama kuu uwezo kuingia na kuweza kuangalia ushahidi wote ambao tulikuwa tumepeleka kwenye mahakama. Ndio Kilatu, ukisema kwamba mchakato wote ndani ya chama cha ACT Wazalendo ulikuwa umekamilika, tuliona mapingamizi ambayo yamewekwa na chama, baadhi ya wanachama wa chama hicho, kwamba hakuwa na uhalali kwa sababu hakuwa hata na mwezi mmoja na ni kinyume na katiba cha, ya chama cha ACT Wazalendo. Ni vipi unasema kwamba Uh, mchakato wote ndani ya chama ulikuwa uh, umefuatwa na alikuwa na uhalali wa wa, wa, wa, wa, wa, ku, wa kuchaguliwa ama kuteuliwa kama uh, mpeperusha bendera ya chama hiki cha ACT Wazalendo. Alikuwa na uhalali kwa sababu chama cha ACT Wazalendo kinaongozwa kina, kina kwa miongozo maalum. Sasa, kwanza kuna kanuni za uchaguzi za ndani ya chama za mwaka elfu mbili na ishirini na nne na katiba ya mwaka elfu mbili na kumi na tano hizi zote zimetoa sifa. Sasa kwenye ile kanuni ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne inazungumzia kwa ujumla taratibu za uchaguzi kwa vyeo vile vya ndani ya chama kwa kwenye vyeo vya ndani ya chama, na ni moja ya sherita ambayo limepotoshwa, ambayo inasema ili mtu aweze kugombea chaguzi za ndani ya chama anatakiwa walau au na siku saba toka alivyojiunga kwenye, kwenye kwenye chama. Ni moja ya sherita ambayo lipo lakini kanuni hiyo hiyo inaweka mamlaka pamoja na katiba inaweka mamlaka e, ya kutaka mtu anayekuwa ame wakati wa uchaguzi kwamba chama kina, u, kina mamlaka kina mamlaka ya kutengeneza mwongozo ambao utasimamia taratibu za chaguzi za kiserikali. Sasa kwenye mwongozo wa taratibu za kiserikali ambao umetengenezwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano umeainisha sifa zote za mgombea kilo takwa la siku saba ambayo li, lipo uh, kwenye kwenye mwongozo wa chama ambayo kimsingi ya taratibu za ndani ya chama halihusu mgombea kwa nafasi za kiserikali, ipo vizuri kabisa. Ni kitu ambacho kima, kimi, kime- kimeeleza kwamba awe na sifa, kwa maana kwamba ni mwanachama wa chama cha siasa bila kujali ana namna gani ndani ya chama cha siasa, amefikisha umri. Kwa hiyo kimsingi mwongozo umeainisha zile sifa zote ambazo zipo kwa mujibu wa katiba ibara ya thelathini na tisa sawa. Hiyo so, halipo lakini ndio lakini la, la ambacho kingine nakizungumzia, hata kama ile cheti lingekuwa sawa kutoka tarehe ishirini na tisa mwezi wa saba alivyojiunga bado hata hizo siku saba bado zilikuwa zimeshatimia. Kwa hiyo kimsingi, na ndiyo maana tunasema hivi tunastaki nizungumzie kesi ya usajili, kwa sababu tayari inakuja kuamuliwa tarehe ishirini na saba ndio kwa maana ya kwamba tayari ni kesi ambayo inasubiriwa kufanyiwa maamuzi ni siku ya kesho, tunategemea maamuzi Mheshimiwa jaji yatoe. Kwa hiyo nisingeizungumzia hiyo kwa bado kuna ubishani wa hilo jambo. So, kwa hali ya kawaida hata kitendo ya kuwa hilo jambo linabishaniwa, tusingetegemea kwa utashi wa kawaida tu umeitumia hoja ambayo haijahitimishwa, ipo mahakamani, inabishaniwa kama kigezo cha kumwengua kumwengua mtu kwa hiyo ni jambo ambalo kidogo lini limeleta uh, shida na na, na, na kutupa ukakasi So, kwa nini kumekuwa na spidi ya kuhakikisha mtu ameanguiwa kwa spidi ya kwa mbio za kiwango hicho. Sawa, kwa maoni yako, kama wakili, umezungumza baadhi ya mambo, unadhani maamuzi ya mahakama yana uhalali wa kisheria wa kutosha, na kulikuwa kuna mapungufu gani ambayo uh, mmeyaona. Uh, kwanza, kwa sababu mimi ni wakili hasa wa mahakama, cha kwanza nina jukumu la kuheshimu maamuzi ya mahakama, kwamba mahakama imetoa maamuzi, kwa hiyo tunaheshimu maamuzi. Kuheshimu haimaanishi kwamba tunakubaliana na maamuzi tunaheshimu kwa sababu ni takwa letu la kisheria, kama wataalam kuheshimu, lakini hatukubaliani na tayari. Tunavyozungumza, hatua za kisheria zimeshachukuliwa, tumesha loji tayari hatua za notice ya kukata rufaa, na nafikiri tupo, tunakamilisha mchakato wa kupinga yale maamuzi, kwa sababu ni maamuzi ambacho tunaamini kabisa hayajazingatia misingi ya kisheria na misingi ya kikatiba. Kwao tunaamini mahakama ya juu kabisa, mahakama ya rufaa, itaenda kutusaidia labda kutoa tafsiri ambayo ni sahihi ambayo ni sahihi zaidi, kwa sababu ukiangalia pale hoja waliyoitumia kwenye kuhitimisha kesi yao kwamba wanasema chakao tuje kwa njia ya mapitio ya kimahakama ya judicial review, ni hoja ambayo iliibuliwa na majaji dakika ya mwisho, pande zote hazikupewa nafasi hata kusikilizwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo limelalamikiwa hata huko nyuma, hata Mpina aliyeenguliwa mara ya kwanza alirudishwa kwa sababu anasema tayari kuna haki ya kusikilizwa ilikiuka. Sasa na mahakama jana, naona tumetengeneza, tumerudi kule kule ya kuleta hoja ambayo ni mpya, hatujasikilizwa upande wetu, hiyo hoja ilibuiwa tu inakuja inamwengua mteja wetu kwenye kinyang'anyiro, kwa nafikiri ni jambo ambalo mahakama ya rufani itakwenda kutusaidia. kuna je, ilikuwa ni sawa mahakama kuja na hoja yao yenyewe ambayo pande ya serikali kupata nafasi na tume ya Taifa Uchaguzi wala upande wa mawakili wa ACT pamoja na Mpina hawakupata nafasi kuizungumzia hoja hiyo, ambayo sisi tunaliona kavita kwa kweli, kama tumepewa nafasi ya kuizungumzia, tukiweza kuijibu vizuri na hatuone kwamba hiyo hoja ilikuwa ni hoja ambayo kiasi cha kuweza kuharibu kesi yetu nzuri kabisa na kihistoria katika nchi hii sawa na kwa mchakato mzima wa kesi hii ni changamoto zipi kubwa ambazo mlikumbana nazo kwa upande wa waleta maombi uh upande wa waleta maombi tumekuwa na changamoto kwanza tumefanya kazi hii kwenye presha kwenye presha kubwa kwa sababu ya muda lakini pia tuliona kidogo mahakama ilikuwa na kigumizi kwa mfano tuliomba zuio la muda zikichapishwe kwa sababu zikichapishwa maanake zilikuwa zina athiri mteja. Bado tunaona alikuwa na gugumizi angala k kutoa hizi orders na bado mahakama ilipanga kutoa maamuzi wiki iliyopita katika mazingira tu ya dharura. Hatukuelezwa kwa undani kwa nini ikaja ikaaishwa, ikasogezwa mbele, ambao kwa kweli upande wa na hapa pressure na pengine kuanza kufikiria vitu vingi kwamba kwa nini imeahirishwa na nini, wakawa na masuala ambayo ni mengi, kwa kidogo, kwa kweli tulikuwa na na, na presha kwenye hiyo, tulikuwa na presha sana, hasa ukizingatia ni maamuzi ambayo alikuwa anagusa uchaguzi na uchaguzi siku zilikuwa zinazidi kuyoyoma. Hmm. Asante sana Kilatu kwa kuzungumza nasi asubuhi hii na kutupa walau muktasari wa kile kilichoendelea mahakamani na msimamo wenu uh, kama wawakilishi wa chama hiki cha ACT Wazalendo katika kesi hii. Shukran sana na tukutakia asubuhi njema. Asante nashukuru sana. Ni mwanasheria wa kujitegemea huyo Edson Kilatu ambaye amekiwakilisha chama cha ACT Wazalendo katika kesi hii ambayo mahakama uh, imeamua uh, kumwondoa rasmi uh, kwenye kinyang'anyiro cha urais uh, Luhaga Mpina kupitia chama cha ACT Wazalendo na kukiacha chama hicho bila mgombea urais na mgombea mwenza, ambapo kwa mujibu wa mwenyekiti wa jopo la majaji watatu, Jaji Fredrick Mayanda, sababu kubwa aliyosababisha Mpina kuondolewa kwenye kinyang'anyiro hicho ni baada ya mahakama kuu masjala Dodoma kujiridhisha pasi na shaka kuwa maombi ya Mpina na wenzake hayana sifa za kisheria za kusimama mbele ya mahakama hiyo.